Mwimbaji Mbosso Khan ameweza kufanya tafrija ambayo tafrija hii ameweza kupewa pongezi za dhati kabisa kutokana na mastaa wa Bongo Movie ambao wao walijikusanya pamoja na kuweza kuandaa jambo kwa ajili ya Mbosso. Alikuwepo Kajala, lakini pia alikuwepo Irene Uwoya, Jacqueline Wolper, lakini pia Auntie Ezekiel walikuwa pamoja, wakiwa wameandaa zawadi kwa ajili ya Mbosso Khan, tukio hili ambalo limekuwa ni kama ishara tu ya pongezi, kuweza kumpongeza Mbosso Khan kwa mafanikio ya EP yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la Room Number 3. Mbosso ameweza kutuambia sawasawa online digital siku ya jana kwamba hii ilikuwa ni jambo la kuweza kushangaza zaidi, lakini pia tafrija hii ilikuwa ni tafrija kwa ajili ya pongezi, lakini pia ilikuwa ni surprise ambayo hata mimi mwenyewe sikuweza kutegemea. So huo ndo ujumbe ambao Mbosso Khan aliweza kutosanua katika siku ya jana, lakini pia waigizaji hao waliweza kukaa mezani pamoja na Mbosso Khan, wakiendelea kufurahia mziki mzuri kabisa na kuweza kuonesha upendo wa dhati, huku Irene Uwoya ambavyo vimeonekana vikisikika kwenye video hii ambayo inapita hapo juu ni kuhusiana na eh, Jacqueline Wopa ambaye yeye alikuwa akisema kwamba the way ambavyo eh, amekuwa akiimba Mbosso kani ni kama vile yuko in love. Ndo eh, moja kati ya vitu ambavyo vinasikika kwenye video hiyo hapo ambayo Jacqueline Wopa alikuwa akizungumza eh, bana na eh, Mbosso kani eh, bana. Tukio hili pia linaonesha kwamba eh, bana, Room Number three haijaweza kuwagusa tu mashabiki wa kawaida, lakini pia hata baadhi ya mastaa ambao ni wa, ni mastaa wa Bongo mu wameonekana kwamba kuguswa kwa namna moja ama nyingine na Mbosso kana. Sasa hivi ameonekana kuendelea kufanya vizuri kabisa kwenye bana albamu yake ambayo ni Room kwenye EP yake ambayo ni Room number amba 3, e, ni na nikukumbushe tu kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimeonekana kabisa ku take over headlines zote bana ni kuhusiana na nyimbo zake hizi tatu ambazo zimeweza kukaa on top on trending, e, bana kwenye mtandao wa YouTube kama vile wimbo wake wa power ambao unashika namba moja on trending. Lakini pia wimbo wake wa nusu saa ambao pia unashika namba mbili on training, Aviola ukiwa unashika namba tatu on training. Kwa upande wa Mbosso kan anadhi, anazidi kudhihirisha ukubwa wake kama msanii, lakini pia eh, bana mastaa wenzake wameonekana kabisa kwamba kuwa na love kwake yeye, licha ya kwamba eh, bana albamu yake ikiendelea kufanya vizuri, lakini pia eh, bana Mbosso kan pia anaendelea kufanya vizuri, anaendelea kupasua anga za East Africa huko kwa EP yake ambayo ametoka kuiachilia tangu aweze kutoka WCB. Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e bana uko na mtazamo gani? Dropisha komenti yako kwenye anja comment hapo. Ini sawasawa digito, chao chao.